Ya, kwanza ni wapongezi wachezaji. Mechi haikuwa rahisi kama nilivyokuambia, timu walikuja kukaa kuka sana nyuma. Kipindi cha kwanza kilikuwa ni kizuri sana kwetu sisi, tumeweza kukimiliki, tumetengeneza nafasi nyingi sana, lakini tuwe hatuweza kutengeneza mabao. Kipindi cha pili kimekuwa kizuri, tumepata magoli mawili. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ni wapongezi wachezaji. Pointi tatu muhimu zilikuwa ni muhimu sana kwetu sisi leo. Kwa ni ngumu kiasi gani kucheza na timu ambayo inaziba sana kwenye mianya na pia na kaa nyuma kwa kwa kwa kiasi fulani, ya ugumu ni kwamba huwezi kuibomoa inapokuwa imerudi nyuma, lakini nashukuru wachezaji wangu, combination zile zilikubali zi na tulipata nafasi na tukaweza kuzitumia. Hafu ya pili combination zilikubali zi na tulipata nafasi na tukaweza kuitumia. Kwa hiyo mimi ni wapongezi wa wachezaji, wameweza kuenda kutokana na mchezo ulivyokuwepo na na mchanga u na wengine nini hasa kwenye uwanja wa mazoezi unaona kupitia hawa vijana? Ya, ni vijana wanakuja vizuri sana na kiukweli wamekuwa kinifurahisha hata mazoezini, na ndio maana maana leo tumempa nafasi na hawakuweza kutuangusha. Kiukweli naweza kusema ni hazina kubwa sana kwetu sisi, kwa, kwa sababu bado vijana na wanaweza kuwa ni msaada mkubwa sana kwa Simba kwa muda mrefu. Mechi kwenda kupata ushindi na kuipasina ushindi, lakini kuna changamoto watu wanazibaini ikiwemo fitness, na ile uweza kulizungumzia vipi ili ikiwemo mchezaji kama li mpango ambaye watu wanatamani kuona mengi ambayo unayo ama alikuja nayo, lakini kwa sasa kama fitness yake imekereka. Ya, mimi nafikiri swala la fitness mi bado nalipinga, timu iko vizuri kabisa fitness. Kitu ambacho tulikosa sisi ilikuwa ni quickness ile sharpness ya wachezaji ndio ilikuwa inakosekana, nafikiri kidogo leo imeweza kuonekana. Kwa hiyo kwa swala la kusema fitness, huwezi kuwa na timu haiko fit kasa dakika 90 muda wote namna hii. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye swala la fitness bado nalikataa kabisa ya mimi nafikiri ni mwanzo, lakini tumekuwa tukienda vizuri sana, tukienda vizuri sana. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi ni wapongeze wachezaji na tushukuru kwa pointi tatu hizi muhimu. Wa ume, yes, wanakipaji wanakipaji, na tumekuwa tuweza kuwasaidia uwanja wa mazoezi, na ndio maana umeona wamekuwa tukiwapa nafasi, na wenyewe wameweza kuonyesha kile kitu ambacho wanacho. Kwa hiyo mimi niwapongeze vijana wale, wamekuwa na kipaji na wameweza kuonyesha vipaji vyao kwenye uwanja. Asante sana.